Karibu tena katika sehemu ya tisa, kita na kita Kingmaker sehemu ya tisa, kutoka Full Respect Family na ni DJ Mafia mitamboni kama kawaida. Tulipoishia wiki iliyopita, nafikiri hapo hapo tunaendelea tena mbele zaidi. Mashine safi kabisa. Hasan. Ni baadhi ya matukio ambayo tulikwisha kuyaona katika sehemu zilizopita. Muone sasa. Mama. Tumeona mambo mengi sana. E, hatujatoka mbali sana, ni pindi ambapo gavana wa mji mkubwa vikali kwa makosa Gangwa aliposhutumiwa vikali e, sasa jamaa kwake lakini ndani baadaye alitoka na mambo mengine mengi. Tumeona binti jinsi ambavyo alimpoteza mamake mzazi na anashikiliwa chini ya familia ya waziri mkuu ambaye wanajiita Gwangi family na mateso mengine mengi binti amekutana naye, ingawa ni binti mwenye maono na kadhalika. Sasa hii hapa ni sehemu ya tisa, zaidi tunaendelea mbele pale tulipoishia. Baada ya mzee yule kukamatwa, tuliona kwamba mfalme alituma mtu, ingawa pia mfalme tunaona kabisa kwamba ni mtu ambaye anakontrolewa chini ya madaraka, yaani waziri mkuu ana sauti zaidi kuliko mfalme na falme hana sauti anasikia na kuona, lakini hawezi kuzungumza chochote wala kupinga lolote. Anatii chini ya mamlaka hii kwa sababu mambo mbalimbali, tunazidi kuendelea kujua mengine makubwa zaidi. Hii hapa ni katika sehemu yetu ya tisa, ni mafidiji mitamboni kama kawaida. Em, tuanzie nyuma kidogo. Binti alimwahidi jamaa atamsaidia kuthibitisha ukweli ama kusema kweli kabisa bila wasiwasi wote alikuwa tayari kabisa katika mambo yote. Sasa leo anakuja Bwana Geumo, huyu anatoka katika ofisi ya mfalme moja kwa moja, Lord Hansenn Gan. Hang Yung Ling, yeye ni mpelelezi anatoka katika ofisi ya mfalme moja kwa moja katika kutetea haki, yaani hivyo. Kwa hiyo bwana mkubwa Taeso alimkaribisha, heshima yako kubwa mkuu yeye ni kama jaji ambaye atatoa hukumu baada ya upelelezi wa kina, basi atasema bwana yeah, yaani atathibitisha hili jambo. Alikaribishwa, anasema kama mnavyojua, nimetoka katika like ofisi ya mfalme ndio. Basi karibu sana. Ni mtu ambaye anajua sheria, amezisoma sheria za Joseon. Sasa naingia moja kwa moja ndani. Maskini wa Mungu, mzee mzima, mzima huyu Wanamuita huyo Mchoi, amesha sota vya kutosha, mateso ni makali mno. Huyu ndiyo mwanasheria amekuja sasa, bwana. Nakumbuka walikuwa pamoja na huyu mtu kipindi fulani mbele ya mfalme, na walijua kabisa familia ya waziri mkuu inakwenda Gangwa kwa ajili ya kutafuta maslahi. Sasa nataka kutafuta ushahidi kwa mfalme, anafahamu lakini ana sauti angalau udhibiti vidhibitisho vinaweza vikamsaidia akafurukuta kidogo kwa hii ishu. Ni mtu tatu, bwana Geumo mzee, ambaye sasa ndo ameshikilia na babake yule msela, lakini pia pamoja na mfalme eh, pamoja na Geumo. Kwao wanasema kwa ajili ya kulinda heshima mfalme, itakuwa hivyo. Walijua kabisa watu kama wataenda kwenye kile kisiwa, watamtengenezea mashtaka huyu mtu wa mfalme watamletea mashtaka gavana wa sehemu ile, kwa sababu ni mtu ambaye anashirikiana na mfalme kwa karibu. Kwa kifupi, kikosi kizima cha waziri mkuu pamoja na mtoto wake wanataka kumuondolea watu wa muhimu mfalme, wabaki wao poja. Mfalme atabaki kama puppet. Sasa baadaye, jaji ilibidi ajaribu kuhoji baadhi ya watu wanaofahamu ukweli. Binti alisha muahidi jamaa kwamba atamtetea mbele ya jaji kwa jamaa alikuja kwa ujasiri mkubwa akijua kwamba binti atamtetea mbele ya jaji. Ilitokea katikati ya jaji yes. Kamteka mzimzima. Jaji yuko pale, anasema nataka kudhibitisha ukweli mbele ya jaji na ukweli ubainike. Ashika kata shingo, akambea ajitambulisha ni nani kwanza. Jamaa alitoa sura yake. Anasema mimi ni mtoto wa governor Chonyu Njai, naitwa Chonyu Njai. Samahani mheshimiwa, usinile vibaka kwa kumwekea mtu huyu panga. Basi eka panga yako chini, sasa tuende kisheria okay. jitambulishe vizuri na useme ni kwa nini ulikuwa ukisafisha unga wa baruti. We na babako, anasema ukweli, sivyo Kim? ule unga wa baruti uliingizwa na watu wa boyongongo boyongkim, anamaanisha Taeso Hunde. Nilikuwa najaribu kuwazuia niweza kumpata mmoja lakini wakati nafanya uchunguzi kabla sijabainisha ile jambo. Basi ndipo lile likatokea. Kwa hiyo na shahidi anayethibitisha kwamba bangu lake wajihusishi na hii ishu. Na si mwingine bali ni princess. Princess anafahamu kweli. Sasa ndipo princess anaulizwa. Anachokizungumza bwana ni kweli? Sema ukweli, princess. Huyu mtu anachosema ni kweli? Binti anatazama chini, machozi yanamdondoka, huku akisema hapana, hu jama ni mwongo. Mimi ni shahidi kabisa baba yake anahusika na biashara ndio aliingiza unga wa baruti kwenye ile meli. Kwa makusudi yake binafsi. Wenda alikuwa na biashara za siri, siwezi kufahamu. Binti anasema ndio kweli. Jamaa anashangaa. Chunjo anashangaa. Anaongea. Ehe, unashangaa nini, mkamateni mwalifu huyo? Kwa jamaa akakamatwa. Anashangaa binti, mbona amenigeuka, na sivyo tulivyokubaliana? Akamuita Bongriung. Bongriung, unafanya kitu gani? a jamaa Koriso haki we, iliwatembezea kichapo, piga walinzi, washa kalia panga pale mzee ah, hakuamini binti, wakatio machozi anamdondoka, alichinja wote kata askari akakubala itwe muasi, akachomoka gizani mzee wa kazi, wanamwita Chunjo wakati ule baba yake. Sasa hana mtu wa kumtetea, maana shahidi ilikuwa ni binti peke yake, na binti ameshindwa kumtetea. Kwa hiyo sasa hata Geumu anajua mishe nzima, lakini sasa atafanya nini? Inabidi akubali tu matokeo, ingawa alitamani msaidie gavana huyu, kwa sababu ni yeye na huyu gavana ni timu moja na mfalme, na wanajua kabisa waziri mkuu na timu yake, lengo ni kuwamaliza watu wote wanamuunga mkono mfalme, ili wapate kuishika nchi katika upande wa kupata maslahi. Mfalme atabaki kama tu papeti pale, lakini huo ndio wanaongoza nchi, ufisadi kwa kwenda mbele na kadhalika. Kwa jamaa alishuhudia baba yake alipokuwa anapelekwa kwenda kuadhibiwa huko mji mkuu Pyongyang, lakini watu wengi walikuwa akilia, maana ilikuwa ni gavana anayependwa sana ndipo sasa huyu kijana mmoja ambaye jina lake wanamuita Ingyu anakumbuka pia babake mzazi aliwahi kuhukumiwa kwa makosa ya ufisadi, na ni wakati ule tu ambapo bwana Kuyung Chong alipoingia madarakani aliomba msamaha, lakini aligundikana kwa babake na Ingyu alikuwa ni mlaji mzuri sana wa rushwa, ametia sara kubwa ya Mwizi, yani, kwa kifupi alikuwa akilibia taifa, kwa mali zote zikachukuliwa zikarudishwa kwa wananchi. Alipoingia alipoingiaga madarakani bwana alianza na na, na moto wa kudhibiti kwanza mafisadi, kwa babake na Ingi walikuwa ni fisadi, na hivi ndivyo alivyokuwa Ingio nakumbuka tu leo tena, toka siku alimwekea kisasi kikubwa sana. Gavana amemwingiza baba kwenye kesi kubwa kweli kwa Kwingi wamekaa mahali anatazama ile tukio kwa ukaribu zaidi. Aliandaa watu ili akamilishe kisasi chake leo kwa sa governor akashaingia kwenye wakati ambapo sasa naye anahesabika ni mhalifu. Watu wakaanza maandamano ya makusudi. Oh, governor yetu hana hatia, anasingiziwa. Hawezi kupeleka wenyu. Tumkomboe. Unaona, sasa hii ina maana ni kwana kinyume na sheria ya nchi. Kwa wanamtengenezea mzee picha kwamba ni mwasi na watu ambao wanamuunga mkono. Katika kapewa madaraka na mfalme. Wakaleta fujo piga askari pale na nini? Yote kutengeneza mazingira haya. Hey. Yes, hey! Kabidi askari wengine kati. Wale watu wakaingia makusudi kabisa lakini wameandaliwa na Ingium. Ingium anataka kukamilisha kisasi. Wakamtoa mzee katika mikono ya serikali ya askari polisi kitu ambacho si kweli. Jamaa anataka kuingilia kati anashindwa kwa sababu pia anatafutwa na askari. Kwa wanamsindikiza tu baba. Wakampeleka mzee Chemba. Wakijifanya eti wanamlinda kwamba wako kinyume, yaani wanamtetea gavana wao jamaa ah. Wai pale kamwacha baba. Baba nini kinacho nivyo? Anasema hata sasaleo mwanangu, isipokuwa hujaumia. Anasema mimi ni mzima kabisa. Baba mbona uko kwenye hatari, tondoke baba? Anasema hapana mwanangu, nisikilize, tukikimbia sasa hivi tutahesabika sisi sote ni wali pamoja na wewe Yakumbuka maneno yangu siku zote za maisha yako, usilipize kisasi chochote kuhusu mimi. Shusha kichwa chako chini, ondoka upate kuwa salama, nusuru maisha yako, usitetee lolote kuhusu mimi. Dingi anasema hivyo, nachotaka mimi ni kufanya mwanangu upate kuwa hai, uwe mzima. Ziaka kamatwa ghafla, wale askari wakachinjwa. Unaona sasa, hema anashangani, kinachinguyu ni wewe, anashanga inguyu Ingu ingu, akamkamata babake na jamaa, mpiga beto hakuamini. Ingu yeye ndiyo alimuua babake na jamaa mbele ya macho yake. Baba olalale ni hatari, mbona sasa mzee Ilikuwa ni shida jamaa, kajitahidi kumbeba baba hivyo hivyo, kama kuna namna kupata msaada kusaidia uhai wake, lakini bado baba anasema mwanangu, Chunjwa, chujangi, chujangi, chujangi, mwanangu nisikilize, nisamee. Baba alisema tu nisamee, maana alijua namna gani ambavyo mtoto bado anamhitaji, lakini hawezi kuendelea kuishi. Mzee alifia katika migongo yake pale, huwezi kuamini. Mama ulibalika kichwa chini, miguu juu, ghafla matukio haya yanatokea. Jaribu kuita baba, baba baba pale pale pale. Ile ilikuwa ni bonge la pigo, bonge la pigo, rafiki yangu. Wakati watu wanakimbia kuna kule, ni purukushani za hapa na pale, Geumo aliona lile jambo, anamwita bwana Hangsingao au bwana Geumo. Basi hivi ndivyo ilivyokuwa katika sehemu ya tisa. Sina la zaidi tena, katika sehemu ya kumi chap chap. Kita na kita the Kingmaker. Tunazidi kusonga mbele zaidi. Nika munga pundanengo, saramdiri amnari puwenda nengo, kukwa shimmyongi jushin.